Basi Mungu wetu akubariki. Asante kwa kuweza kutazama Ndoto TV. Popote unaponifuatilia, naomba Mungu wetu akakubariki, akakuinue na kutenda mema maishani mwako. Kwa hiyo karibu sana siku ya leo, wiki njema aliyotupa Mungu. Najua kwamba kila mmoja wetu Mungu anaenda kukubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa leo hii ningetaka nikafunze uh, nini maana ya ndoto hii ya nyota. Wengi wameniandikia wakisema mtumishi wa Mungu, ninaota na nyota. Nyota inaashiria nini tunapo uh, ota na nyota? Ni wangapi umeota na nyota? ningetaka uniandikie kama umewahi ota ndoto hii ya una, nyota unaona nyota kwa ndoto yako, inaashiria nini? Na nini Mungu anajaribu kusema nawe? Mungu anakufunza nini? Ni ujumbe upi Mungu anakupa? Nataka ukaelewa kwamba kuna lugha ya ndoto. Ndoto ina lugha yake, na mda wote unapoota aa, jambo fulani, Mungu huwa anazungumza nawe, maana hadi wa leo hii Mwenyezi Mungu bado anazungumza nasi, na mojawapo ya njia ambao anatumia sana leo ni kupitia ndoto.